Alafu wengine wakuambia kuwa ya kwamba kuna majini wema ambao wanaweza kufanya nini, unaweza kuwafanya wakutumikie au kukulinda. Hao watakuwa wamekudanganya bure, kwa sababu unapofanya jini kuwa rafiki yako, huyo jini pia atakuwa na masharti yake, kama yeye, kwa sababu yeye amekuja hapa duniani alipoomba muda ya kuwawishi au kuishiwishi wanadamu. Kwa hivyo, ukimfuata yeye atukisema ye, sheitani atakuwa mwema, atakuishiwishi wewe. Wewe utatambuaje kuwa ya kwamba huyu ni jini mwema, na wewe utatambuaje kuwa ya kwamba huyu ni jini muovu? Kwa hivyo, hakuna jini mwema kwa mwanadamu, wala majini wote ni waovu kwetu kama sisi wanadamu, kwa sababu wema anayetambua tu majini wema ni Mwenyezi Mungu peke yake yeye ndiye anaweza kutambua majini wema kwake